Naomba mwanangu huko alipo wanirudishie mwanangu. Kama ana makosa, kama aliposema, basi wakili wamwachie, ashitakiwe, kwani wangapi wanahukumiwa? Wamwachie mwanangu, nateseka mimi. Ile ndiyo ilikuwa chakula changu. Sina mtu wa tusomeshe. Watoto watoto ili kunihemelea, wanakwambia tusomeshe watoto ili watoto waje kutusaidia. Imetokana na laana. Atalipa kodi, ni nyumba ambayo alikuwa amepanga Sina mtu wa kulipa kodi. Mimi mama yake ni masikini wa kutupa. Mimi mkulima tu, nilipoona hamfla imefikia hatua, nilimshukuru Mungu kumkamatia ndani ya nyumba na kumpiga. Hivi najua ya kwamba huko alipo si mzima hata kidogo, maana nimekuta damu sio za kawaida. Hilo tu watu wa Mungu, wamrudishe mwanangu akiwa mzima. Lolote litakalotokea na mimi nizaliwa na Mungu kutoka mbinguni, nitajua la kufanya yule aule mwili hakika, kwa jina la Yesu, na yeye atakufa nimemaliza. Asante, asanteni wana, asanteni sana. Mungu awabariki, Mungu awabariki, awafunike na kwa tete. Sina la